Mambo vipi? Karibu kwenye mafunzo ya uwekezaji wa kidijitali. Tutakuwa tukielezea jinsi ambavyo tunaweza tukawekeza kwenye, eh, kwenye eh, kidijitali. Jinsi gani tutaweza kupata kipato kidijitali, yeah. Eh, tumeona misconception nyingi sana kuhusu uwekezaji wa kidijitali. Tumeona tukitapeliwa na makampuni kadhaa ambayo yamekuja yakitudanganya kwa sababu ya ku take advantage na ukosekanaji kuse, wetu wa elimu ya, ya, ya, ya pesa za kidijitali watu wamekuja wa kama kina LOBL, kina FIC na makampuni mengine ambayo ni mengi tu ya me, yani, over the years, tuseme miaka kumi, kumi na tano iliyopita, hayo mambo yametokea sana recently. Tutaelezea kuhusu jinsi gani tunazoweza, tutangalia jinsi ya kutibu hilo swala, kiasi cha kwamba mtu utakuwa unajua exactly hapa ndo sehemu ya mimi kuinvest pesa yangu na nifanyeje ni invest throughout. Hii haya mafunzo, pole pole, tutaelezea tutafix hilo tatizo, na kila mtu atajua njia sahihi ya kuwekeza tutaelezea mambo mengi kwa sababu hapa tunaelezea uwekezaji wa kidijitali lakini kwa ujumla ni ujasiriamali wa kidijitali kwa ujumla. So mwanzo tutaanza na eh, cryptocurrency. Tutaelezea cryptocurrency, historia yake, kwa nini tunahitaji cryptocurrency na faida zake. Of course usiogope, sio ishu ngumu, ni ishu nyepesi, wote tutaelewa. Then baada hapo tutaelezea vitu vingine kuhusu ujasiriamali wa kidijitali kama matumizi ya AI eh, matumizi ya baadhi ya tools za mtandaoni ambazo zitakusaidia kupata pesa ambazo ni legit na ziko straightforward. Yeah, sasa tueleze ni nini cryptocurrency. Cryptocurrency ni nini? Cryptocurrency, usiliogope, sio kama neno linaweza likakutisha, lakini ni jambo jepesi. Ni kama tu unavyoona pesa zingine kama USDT, USD, ama Tanzania shillings ila tu lipo kitofauti kidogo. Polepole utaielewa pole. Um, sisi wote tunajua fedha, si ndio? Tunajua fedha hizi Uh, Tanzania shillings, nini na historia ya historia ya biashara ya, ya ama historia ya, ya, ya, ya jinsi ya, ku, ya kushare value na mwenzio si ndio? Tunajua hiyo historia. Let's say, kabla ya hapa kulikuwa na barter trade, ambao tulikuwa tuna, tuna mtu una kitu kwa kitu. Let's say nina kanda mbili alafu mwenzangu ana mkate tunabadilishana, naomba kanda mbili nipe mkate, before barter trade si ndio? Baada ya hapo ndio ndio, zikaja hizi hizi vitu vingine, let's say kama pesa za kawaida hizi, let's say Tanzanian shillings shilingi elfu kumi shilingi elfu thelathini shilingi ngapi, unaenda kutoa elfu kumi unapata kitu chenye thamani ya shilingi elfu kumi sindio? Yeah, baada hapo tuna hizi eh, mobile money kama M-Pesa, Tigo Pesa, sindio? Hivi vyote ni vitu ambavyo, hizi zote ni vitu vinavyosaidia kushare value na mwenzio sindio, na jirani ama na mtu yoyote lakini zinakuwa controlled na government. Kama serikali ikiamua kuprint pesa, sasa hivi ina print, unaweza kuizuia? Hauwezi. Ina print pesa, inapunguza value ya pesa, inflation inaongezeka. Lakini kuna kitu kinaitwa cryptocurrency. Cryptocurrency ni pesa za kidijitali, ila zinafanya kazi kwenye blockchain ambayo inaifanya iwe very secure. Alafu cryptocurrency haihusiki na serikali kabisa. Hiyo blockchain, kama blockchain, ndo sehemu ambayo ina, ndo, ndo, tunaporegulate kwamba, ndo sehemu ambayo watumizi wa crypto wanaweza wakafanya maamuzi kuhusu cryptocurrency kama let's say 50% wa user wa cryptocurrency wakisema kitu fulani basi ndio kinafanyika ni, kara, ni sarafu ya watu haihusiani kabisa na government. Ni decentralized. Haihusiani na government. Wala hakuna anayemiliki wala sio Elon Musk wala sio nani. Ni sarafu ya watu ndio maana cryptocurrency ni sarafu ya siku za mbele, ya future. So, siku ya leo nitaka tu niwaeleweshe nini maana ya crypto na siku, kipindi kinachofuata tutaelezea zaidi kuhusu cryptocurrency, tutaelezea sarafu zilizopo kwenye cryptocurrency, maana zipo nyingi. Kama unavyoona Tanzania shilling na, na kule kwenyewe zipo nyingi, kuna kuna Bitcoin, kuna Ethereum, kuna kuna Litecoin, zipo sarafu nyingi sana za kidijitali za kwenye, kwenye cryptocurrency na yeah So, kipindi kijacho tutaangalia hiyo, tutaangalia jinsi gani tutakavyopata, mtu unaweza pata pesa kupitia cryptocurrency kwa njia nyingi. Kuna staking, kuna holding, kuna trading na kuna njia zingine nyingi. Tutaongelea hayo mambo yote uh, kwa undani na risk factor zake. Tutaangalia jinsi gani how zinakuwa risky, jinsi gani ya kuchagua cryptocurrency sahihi. Sio mtu unatoka hapa tu, nimesikia bwana huko kwenye crypto ndo sahihi, unatoka tu yeah, nini bila kuwa na strategy. So, tutaelezea mambo yote, strategies, za kununua na vitu kama hivyo. Na kama una swali, nitaweka link ya group la WhatsApp hapo chini kwenye bio, na waliopo WhatsApp unaweza kaniuliza swali lolote hapo, mimi nitalijibu. Na pia weekend, tutakuwa na Q&A. Nadhani kipindi kijacho nitamleta mtu host, nadhani kutoka DNA Academy. Tutaongea tukiwa wawili hapa kama conversation, tutaongea zaidi kuhusu swali. Asanteni na kwaheri.